Ni Bugoma TV Habari. Kwa jina naitwa Pascali Faustini mkidiji, ni mfugaji. kubwa mkoa wetu wa Katavi ya kupata ya, ku ya, ya maeneo makubwa ya kuchungia mifugo yetu, tunahitaji serikali tuone kwa macho mawili maeneo ya kuchungia mifugo yetu, hatuna maeneo mkoa wetu wa Katavi. naitwa Emmanuel dae Joseph ni mfugaji na ni mjumbe wa bodi ya wa mita. maeneo yanayotengwa ya wafugaji yanakuwa yanavamiwa na wakulima. Wakulima wanapoyavamia fa... wanaanza kuendeleza kilimo na mwisho wa siku, mkulima una... mfugaji unapopeleka kwenye maeneo yako ya uliyotengewa unakuta wakulima wamesha, na mwisho unaonekana kama wewe umewavamia wale wakulima. Hiyo inakuwa ni changamoto, naonekana kama mfugaji ni mkorofi, kumbe mfugaji sio mkorofi, anavamiwa maeneo yake hilo imekuwa limetusababishia sana kwa sisi kuonekana kama wafugaji ni, ni chanzo cha mgogoro kati ya mfugaji na mkulima. Naitwa Charles Ntambi Rushini. Ombi letu tunaomba serikali tupatie malisho, changamoto kubwa hiyo ni nii. Kwa majina inaitwa Ndima Paulo Usafa na ni mwenyekiti wa chama cha uamita katika wilaya ya Tanganyika. Ufugaji ni maisha yetu na ndiyo kazi yetu tuliyochagua, tuweze kusimama nayo. Kwa hiyo leo hapa tupo katika kwenye mkutano mkuu, majadiliano yetu hasa tumejikita tuweze kupata malisho, kuiomba serikali tuweze kutupatia hayo maeneo kwenye wilaya yetu ya Tanganyika. tutashukuru sana serikali itakapo tupokea katika maombi yetu. Kwa majina, anaitwa Kusundwa Wamalwa, mimi ni makamu mwenyekiti wa chama cha wafugaji Tanzania eh, lakini pia kwenye kikao hiki cha ushirika wa wafugaji wilaya ya Tanganyika eh, nilialikwa kama mgeni rasmi eh. kikao hiki ni eh, kikao cha cha, cha mwaka, ili kupitia maendeleo ya, ya, ya, ya, ya ushirika ikiwa e, ni pamoja na kuangalia changamoto mafanikio. e, moja ya changamoto kubwa ambazo tumeziona e, katika ushirika huu wa wafugaji, la kwanza kabisa ni tatizo la maeneo ya malisho ya mifugo wilaya ya Tanganyika, na maeneo mengi yamewekwa maeneo ya uwekezaji. Lakini pia miaka mitano iliyopita nyuma tulitengeneza kikundi cha bademi lanchi kwa kushirikiana na halmashauri, wakatupa maelekezo na tukaweka fedha kwenye akaunti ya halmashauri zaidi ya milioni 55 kwamba sasa watupatie vitalu kwa ajili ya malisho mpaka leo tunavyozungumza, nenda rudi, nenda rudi, nenda rudi. Hasa hii imekuwa ni changamoto kubwa sana. Naomba nitoe wito kwenye serikali, wizara ya mifugo na wadau wengine wote wenye dhamana ya kuyashughulikia haya, waone sasa ipo haja ya kutengeneza mabadiliko ili sekta ya mifugo iweze kusonga mbele kwa kupata maeneo ya malisho, sababu hiyo ndiyo imekuwa changamoto kubwa sana, si Katavi tu pia katika taifa hili, lakini pia tumekuwa tukilalamikia mzani wa matumizi ya, ya, ya sheria. Ndio maana mifugo mingi tunajikuta inaingia kwenye maeneo ya hifadhi kutokana na kutokuwa na maeneo ya, ya, ya, ya, ya, ya malisho. Lakini mbaya zaidi, kuna ukiangalia hata hii misitu inayolindwa na wafugaji tunakamatwa maeneo yale, maeneo mengi yamegeuzwa kwa ma, ni mashamba ya kilimo. Kuna mashamba mle watu wanalima tumbaku, mahindi na nini, ila mifugo kiingia inakamatwa, inatozwa faini. Hasa tunahisi tuna sisi kama wafugaji kwenye mzani wa sheria ni kama hatutendewi hatu, haki. Tuiombe serikali kupitia wizara yetu ya mifugo kwamba sasa kuwe na mipango mahususi katika haya ambayo nimeyaeleza, na yale ambayo tumeazimia, na yale ambayo tutayaweka mwezi wa kwanza kwenye kikao cha pamoja na wizara nyingine, yaende yakafanyiwe kazi, lakini lengo kubwa liwe ni kuhakikisha kwamba serikali sasa ilienda kutoa maeneo ya malisho kwa sababu so, maendeleo ya mifugo na mazao yake huwezi ukayafanya kama huna maeneo ya kulishia mifugo. Mimi ni Peter Masesa John, afisa mifugo katika halmashauri ali ya wilaya ya Tanganyika. Kwenye swala la changamoto ya malisho kwa wafugaji, tumejipanga kuwasaidia katika upatikanaji wa mbegu za malisho ambazo tunaelekeza kwenye taasisi ambazo zinapatikana, ili wapate kuweza kununua na kuendeleza maeneo yao ya malisho ambayo ameyatenga. Pia kuna maeneo ambayo umetengwa na kijiji, serikali za kijiji, ambayo tunashikiana nazo. Kuna vitalu vya kupangisha, waweza kukodisha kwa mwaka 3500 hekari moja, na maeneo hayo bado yanapatikana katika kijiji cha Vikonge, halmashauri ya Tanganyika, kwa gharama nafuu kabisa. Kwa upande wa serikali ya kijiji ya Vikonge, kuna vitalu 12 ambavyo tumeshia viandaa kwa ajili ya wafugaji ambao ana, anaandika barua, inapitia serikali ya kijiji itakuja kwa mkurugenzi wa halmashauri ya Tanganyika, na baadaye atajibiwa patiwa kile kitalu na kukilipia ili aendeleze kulima malisho na ufugaji wenye tija katika vitalu hivyo ambavyo vimeshapangwa kama. Hii ni Bugoma TV habari.